Na, mtazamaji wa Trend TV hii ni video ambayo imeenda viral huko mtandaoni kuanzia TikTok mpaka Instagram, na ambapo huyu ni dada ambaye anajishughulisha na shughuli za kazi za ndani nchini Omani, ambapo huko bwana, kwa bahati mbaya tunaweza kusema kwamba bidada huyu anapitia mazito, anapitia mazonge, zahma kama hivyo. Wakati anafanya kazi, kuna unyanyasaji ambao amekuwa akikutana nao ambapo sio tu kupigwa, lakini kuna mba, mambo mpaka ya kinyama, kuunguzwa na pasi. Jambo ambalo kiukweli eh, hivi vitu hata wale mateka wa kivita huwa hawafanyiwi, lakini binadamu ambaye ameenda kujifanyia kaa kufanya kazi za ndani ili kujikimu kimaisha na familia yake anafanyiwa vitu kama hivi. So ni kitu ambacho kiukweli kimegusa eh, watu hisia za watu wengi sana na watu wengi sana wamekuja kuweka maoni yao eh, kuhusiana na hii video ambayo huyu dada amepata nafasi ya kujirekodi na kuipo kutokana na kazi ambazo kwamba kwenye kipigo ambacho anachoshushiwa na bosi wake huko Omani, anangolewa mpaka meno Yaani mpaka meno yanatoka, lakini ukiachana na hilo, pia ameonyesha hapo kidonda ilizo kwamba huwa mpaka anaunguzwa na pasi. Wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao. Eh, chomwa na pasi. Okay, kuna page dada wa kazi za ndani anayefanya kazi huko Omani analia kwa uchungu, wakati akielezea mateso anayopitia kutoka kwa mabosi wake, ikiwemo kuchomwa na pasi, kunyang'anywa pesa, kupigwa mpaka kung'olewa meno. Aidha, anaomba msaada kwa Watanzania wamsaidie hata apate kazi nyumba nyingine. so Hivyo ndivyo mambo yalivyo kiwa. Kama mdau, weka maoni yako katika comment section hapo, tutakuwa eh, tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.